ni mtoto ni mtumbo vizuri, mna namna. Sasa utafanya cho, mama, hata kama ni wewe kweli eh? sasa? Mwanafunzi haelewi, unaona. Sasa unaeleza eh eh, eh. Unaeleza na mwalimu haelewi Uh -huh. Sasa utuambie vizuri, sasa hivi watu wanakuona wewe si mwanafunzi. Utuambie vizuri kwamba ulikuwa unafanya nini huko chooni, unatunga mashairi mashairi siku ya harusi kumpafu kabisa. Mashairi gani? Sasa utaeleza vizuri. Eh, ambona huyo mwanafunzi u koi nakre, kwa hiyo mwanafunzi anaenda kujificha huko

kutuwezesha kutana kwenye shereheku walitamani kuona, mwafaka ni mda huu, ama kuri ni mrembo, utasema umeshushwa. Wakubwa, heshima zenu. Wadogo, marahabani. Vijana, habari zenu salama yenu semeni

Heshima yeye anayo, wazazi nyi mnajua, vigeregere pigeni mbele, mimi niende mbele. Mkipiga vigeregere na pochi zenu fungue nyi regele, ni mbele, gere, na ili mfike nami ni asante, nimekuona na mungu akuongeze na wengine wakijapia itakuwa sawa.

Sifa ya kwanza, we dada, kwa kweli we ni mrembo, pua yako yavutia, macho yako ya pepesa, mdomo wako ni mzuri, shingo yako we ni nzuri, waseme hata waronge, ume wapiga vikumbo. Sifa nyingine kaijua heshima wewe unayo waza Ziongela sana kwa kumlea mtoto amekuwa maadili, kwanza mju wa Mungu. Baba, nimesha kuona. Mungu akuongeze, na wengine mkija pigeni huku, mnakuja na sai. Mungu akubarikie, uwe na maisha marefu. Sai Mungu akuzidishie umuri uusi nizidi na endeleasha ili wakatengina na kuja nimesha kuona, kumbe bado yuko mbali. Mungu akuzidishie, ashe ashe ashengaya asante, ubariki Mungu wakuongezee maisha yao marefu, unene peusi nizidi. Mungu wakuongezee wewe, ni mwana kamati. Wambie wana kamati na wengine pia waje. Mungu wakuongezee baba e, ubarikiwe. Mungu wakuzidishie familia ya baraka. Abarike, wa e waku zibishye, ya baraka baba we, ubarikiwe kama ujawe yayole mapema, ili tuweze kula nyama. Mungu wakuzidishie maisha yawe marefu, na Ma wengine pia dada ubarikie tena, weni mrembo shauri nawendee dada, nive wakuona kwa kweli, dada mrembo kwa kweli. Ubarikie Wenye harusi, nilichelewa, nataka urudie tena. Shauri naendea ili nici, na Mungu akuongeze wa mama, umependeza cha. <laughs> Mungu yakupa, na wengine wakija pia, itakuwa sawa.

Yesu kam kwenye Mungu wawajidishi yowote na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wote umenipa afya njema hadi nimekuja kuvuka kwenye sherehe ya binti huyu, akuongezee maisha marefu. Bwana, wale wenye hila ambayo wakashindwe kabisa, akini sema amen, sema amen. Wale ambao wanajita akwakuodea wivu washindwe, na nilikimalisha kwa kusema kwamba asante Baba basi atuzu kitu chochote umsefu Yesu Kristu, Bwana Yesu asegee. Asalamu alaikum, wasekamando ve wazamiaji kama mimi tupo. Basi amsenisema asante sana, na Mungu azudishe kwa yoyote aliyetoa hii pesa, siyo kwa nia mbaya, niko kwenye harabati ya kusaidia yatima ntaendelea kutangaza injili ili angalau niweze kuwasaidia watoto ambao wanaangaika mtaani. Asante sana. Shinar wa Sukuma wanasema waveza sana, wa China wanasema charicaand. Asante np. Unapo unapoondoka ninaomba ulipokuja kuondoka kwa staili ya mwanafunzi kuwai kalia. Sasa hizi ndizo shughuli zao, zifanya. Mnapotuona tunapendeza, unatoa tunalamba suti vizuri, unapotona vikao vya serikali, vikao vya halmashauri, tukilalamika kuambia tunaomba tutunze albinism, basi tunafanya kazi hizi tukiwa tuna lengo moja, sio nafanya kazi ya MC kwa pido. Kazi ya MC nika, nafanya nikajenge nyumba, ukaona nafanya MC, ukaona nikafanya, naenda kufanya kutafuta gari? Hapana sisi tunafanya kazi moja tu, wale ambao wanatengwa na kuteswa tunakuwa tuko nao. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Basi baada ya hapo Masanja, najua watu wa huku wanaweza kawa kuakab utoke upande pipa ushukikie wakupokee. Na huko ana roho nzuri kweli, atajie namba tu jamani. Namba yangu mnaitaka? Kama mnaitaka, pigeni vigelegele Watu simu turetwakupapasa tumeleta sikuhuzi wa data ile wanaita WhatsApp. Basi andika namba yangu hii sifuri saba sitata siti na saba sabini thelathini na nane. Narudia maana hizo simu zenu ukibonyeza mara imekuja kumi sifuri saba sita tano siti na saba sapnslasnan wanaotumia ile hayo teri sikimnaitanyie huku sifuri saba nane sita saba na tatu saba na tatu themanini na tatu. Naitwa Masanja, wengi wanapenda kuniita Papa Afrika. Wavenca sana, Mungu akubariki.